Mziki unaanzia katika kambi ya Oyo. Wakati huo vijana wanachoma nyama na kuota moto huku wakifurahi. Mara ndege wakapeperuka, ile wanasanuka tu, wakawa tayari wameshachelewa, maana walizingirwa na jeshi la Agoji, yaani wako katikati, kati ya msafara wa mamba Mapambano hayakuwa mepesi hata kidogo, sababu hata Oyo pia waliweza kujitetea, yaani sio kizembe. Jeshi la Goji halikuwahi kukubali kushindwa, sababu walienda kuokoa watu wa jamii yao waliobebwa mateka na watu wa Oyo. Kumekucha, wao wanaomboleza kwa kuweza kupoteza baadhi ya mashujaa wao, huku pia wakiwabeba baadhi ya mateka kutoka katika kabila la Oyo. Huyo mama aliitwa Naniska na yeye ndio kiongozi wa kikosi hicho ndani ya falme ya Dahomei yenye mvuto na iliyosheheni wafanyabiashara wa warembo na watanashati pia. Kuna binti anaitwa Nawi. Akiwa sokoni anapewa taarifa ya gauni lake la harusi ili hali hana habari ya ndoa yeye mwenyewe. Rafiki yake anauliza kama kashapata mwenza, lakini Nawi anasema haelewi kinachoongelewa pale. Mara baragumu linapolizwa kuashiria ugeni fulani hivi, familia zilipata kuungana na wapendwa wao waliobebwa mateka na jamii ya Oyo na ilikuwa shangwe sana kwao. Mateka kutoka Oyo walipelekwa kambini. Kikosi cha Agoji kinapita na huwa kikipita hawapaswi kabisa kuangaliwa. Kila aliyekuwa nje ya kasri alitamani sana ajiunge na kikosi hicho cha Agoji kutokana na ushujaa wao. Naniska anaambiwa tumeshinda na wapo kwa ajili yetu lakini anasema hawajui hata yanayoendelea. Naniska kasogea kwa mpambi wa karibu sana na mfalme na kuomba kuweza kuzungumza na mfalme. Nao anarudi nyumbani anapokelewa na wadogo zake akimwambia kwamba kuna mgeni wa muhimu sana amefika. Anafika pale alistaajabu maana ni mzee ila baba yake alitaka aolewe naye. Bwana anamiliki miti mitatu ya na aliamuru nawe awe mfanyakazi wake, ila alipoona kimya akampiga kibao yule mzee. Mzee anamwambia nyumbani kwangu utajifunza utajifunza nidhamu na na na kunijibu. Alipojaribu kujilazimisha kwake, nawe nawe ilimsukuma kwa kwa kwa nguvu sana sana. Kitendo kile kilikadhaisha sana na kilimfadhaisha mno, yani aliona kama kama vile amedharauliwa. Baba kwa hasira, akampeleka binti binti binti yake yake nje ya jengo la kifalme, huko akiomba amkabidhi binti yake kwa mfalme kama zawadi. Anatoka mpambe anaambiwa kwamba hakuna mwanaume binti mwanaume huyo anasema siwezi kuolewa aioona a ndia pia nawe, anaingia ndani ya kasri, anaambiwa ndani ya kasri huwa watu hawatazami chini. Humo ndani ni mazoezi tu, yaani watu wanatandikana hatari huku, silaha za chuma zikiweza kuandaliwa. Kasri lilikuwa kubwa sana na maeneo mengi, yote haya yalisheheni warembo wenye yu, ujuzi tofauti tofauti. Upande wa pili, kuna huu msafara hapa ulikuwa unarejea ndani ya kambi wakiwa na farasi. Ameshuka kiongozi wao, hakuamini kabisa anachokiona anajiuliza, imekuwaje watu wa jamii ya Oyo wauliwe na wanawake? Mfalme Gezo wakati huu anapita kuelekea katika eneo la mkutano, yani anapita katikati ya warembo hao wote ni wake zake. Amemuita Naniska. Mmoja kati ya mke wa mfalme hakuwa akipendezwa kabisa na ukaribu wa Naniska na mfalme. Mfalme Gezo baada ya kusimuliwa aliotokea alijaribu kubewa mawazo ya pande zote mbili, kwa maana wameuchokoza moto wa Oyo. Naniska anasema lengo kubwa ni kukomesha biashara ya utumwa inayofanywa na wanahimaya ya Oyo. Mama wa himaya anauliza wafanye nini ili mradi uweze kukomesha mambo hayo, lakini Naniska anatoa wazo la kuuza bidhaa ambazo wao wako nazo kama vile mafuta, viungo pamoja na vitu vingine badala ya kuruhusu watu wao wawe mateka. Japokuwa wazo lake liliwekewa sana pingamizi lakini mfalme alikubali wazo la Naniska lakini alimpatia muda kidogo wa kuweza kutekeleza hayo. Huko nje mabinti wamekusanywa pamoja na kuelezewa sheria za kikosi chao. Amekuja Naniska anawaambia kwamba watapigana ama watakufa, lakini fulani hivi na Nawe alisema kwamba ameletwa pale na baba yake kama zawadi kwa mfalme na yeye hataki kuolewa bali anataka awe askari. Asubuhi, mazoezi yameanza, wamekabidhiwa kamba kila mmoja, na baadhi yao waliweza kutengeneza lakini nawe alishindwa. Nanitsky akatoa panga lake na kumwamuru akatoe kichwa cha adui. Panga lilikuwa zito balaa. Kafika kwa mbwembwe lakini ameshindwa kufanya vile. Wenzio wakabaki wanamcheka sana. Nanitsky akaamua kufanya hivyo yeye mwenyewe. Usiku, izogii kamfuata nawe na kuongea naye. Kwa anapaswa atumii sana akili na atii kila ambalo anaambiwa pale. Pia aliongea naye mambo mengi kidogo, yote haya ni kufanya awe bora zaidi ya wote. Usiku wanatangaziwa kuwa watakutana na michuano mikali sana na watakuwa na michuano kadhaa ambayo mchuano wa mwisho utakuwa unashuhudiwa na mfalme, na atakayeshinda basi atajiunga moja kwa moja na kikosi hicho cha Goji. Lakini kwa wale ambao watashindwa kuweza kuendelea na mchuano huo, basi watarudishwa nyumbani. Kwanza ilikuwa ni kukimbia, yaani kukimbia kwa mita ndefu sana, lakini nawe aliwahi kuchoka Izugia, namwambia oyo, watakukamata acha uzembe, twende wewe. Wamerudi, yeye kapaka mafuta ili mradi alainike, hata akishikwa na adui yake basi anamkwepa. Mafunzo yalikuwa ya kila siku na kila aina, na watu walionyesha uimara wao ndani yake. Baadaye sasa ni shindano kubwa kati ya jeshi la wanawake na jeshi la wanaume, na Izogi aliweza kushinda vikali sana. Aya na na yani ana kumfukuza na wala hahofii chochote kile, hata kama akiwa anatoka katika maisha fulani vi laini naw ilimuuma sana, sababu yeye ni yatima, aliokotwa na kupewa hifadhi tu. Kwa hiyo alitamani sana kupambana kwa ajili ya ufalme wake. Na Nesca alimsamehe japo alimpora upanga kwa muda huo, kwa sababu aliamini kama aliweza kuweka kisasi pale, basi anaweza kufanya kitu chochote kile ambacho kiko nyuma kabisa na maadili yao. Usiku, izogia najikoki anamkuta Nawi analia, anaamuru watoke pamoja. Wapo njiani wanapata mvinyo na stori mbili tatu. Sasa huku Naniska anaota. Mara kakurupuka na hema mno. Amekuja dada huyu anaitwa Oja. Amefika pale kabatini, akaandaa dawa na kumpatia. Oja ndiye alikuwa rafiki wa karibu sana na Naniska na alifahamu siri nzito kumhusu. Oja alikuwa msoma njozi pia. Kwa hiyo alimtafsiria jambo fulani ambalo lilimshangaza sana Naniska. Ametoka, anarudi kwake, anaitwa kwa sauti ya fimbo. Kafika uwanja wa mazoezi anamwona Nawi anapiga zoezi la kufa mtu. Kumekuja kambi ya Dahomei iko ngangari sana kutoa burudani kwa mfalme, maana ilikuwa ni siku ya mnada pia. Mara anaingia ugeni pale wa watu wa jamii ya Oyo. Mfalme Naniska na baadhi ya mashujaa wakasogea pamoja. Kiongozi wa pa msafara alipotoa maski tu, Naniska aliishiwa nguvu kabisa. Anaitwa General Pakade. Huyu jamaa miaka fulani huko nyuma aliwahi kumbaka na Niska. Na Niska kabaki amedua sana tu. Mfalme akamuita. Kila anavyosogea anamkumbuka vyema kweli kweli, Opakade. Opakade alikuja kutaka askari 30 kutoka Agoji wabadilishane na farasi na silaha sababu yeye hakuwa na askari wa kutosha. Mfalme alisema nikikataje, akajibu kwamba na na atasambaratisha himaya yake nzima, yani machafuko yatakuepo pia. Mfalme akaahidi kutoa wanawake 20 na atawapeleka kwake. Na Niska anawateua sasa wanawake kumi kutoka Goji na wengine kutoka katika upande wa Lenas. Naniska aliumia sana baada ya pale, maana kila akikumbuka tukio lile alizidi kuchanganyikiwa. Amekuja oja kumtazama Naniska sababu hakuwa sawa. Tuje huku kwenye ngome ya Oida ambapo huku kulikuwa kuna watumwa na wazungu tu. Wakati huo kulikuwa na ugeni wa vijana wawili kutokea bara la Ulaya. Kila mmoja alikuwa na lengo lake katika eneo hilo. Huyu kijana mmoja anaitwa Malik. Malik yeye alikuwa na ubinadamu kidogo, maana hakupendezwa kabisa na biashara ya utumwa ndani yake. Wakati huo kikosi cha Gojiki kinapita na waliwafahamu vyema kabisa, Malik anajikuta anavutiwa sana na Nawi, yani alimpenda ya sana Wamefika na Niska ameleta kile ambacho waliweza kuagiza, lakini vilikuwa vichwa vya wanajamii ya Oyo. Kisha akatoa tamko kwamba hawana wanachoogopa wala kuhofia, kwa hiyo kama itakuwa hivyo wafanye atakavyofanya, na Niska anatoa ishara ya kuondoka. Wadada wanachenja mboga kweli kweli, na Niska kabaki kupambana na upakade. Nawi anaona abaki kuweza kumsaidia, haisee, wa kiume ni wa kiume tu, japo alidhibitiwa lakini alimkanda sana Niska. Haraka sana ikabidi wakimbilia mtoni, risasi ziliendelea kupigwa. Wamefanikiwa kutoka na kurudi upande wao wa na Niska. Baada ya kushukuru alibaki na mlaumu sana nawe kwa kuweza kutofuata mpango wao. Na agojini, kujiua, kuliko, na na na mjaji, na nawe alijitahidi sana kujitetea lakini anaambiwa akikamatwa kama kuwa rafiki yake. Siku inayofuata mfalme amekuja kutembelea kiwanda cha uzalishaji wa mawese. Alimsifia sana na Niska kwa kuhakikisha kwamba mpango wake umeweza kufanya kazi vyema. Huku ngome ya Uda kuna kikao na wanajadili uhusiano wao na jamii ya Oyo. Jinsi gani utakavyoendelea kuwa imara zaidi na jinsi atakavyoweza kuwakamata Abodi, kwani waliona wana nguvu mno. Nao yamefika mtoni kusafisha panga lake, anahisi kuna jambo fulani hivi lakini akajibanza haraka sana. Anakuja Malik. Amefika nguo zake azione. Anaita, hafla anatokea Nawi. Nawi anamwambia arudi alipotoka. Maliki anasema kwamba yeye sio mkamata watumwa. Akampatia nguo zake na ule tu muda mchache walikuwa pale wakajikuta tu wanaelewana. Maliki ametoa cheni na kumpatia Nawi, lakini hafla anakuja Alex. Kwa hiyo Nawi alikimbia eneo lile. Siku iliyofuata ndo ilikuwa siku ya mwisho ya mafunzo, lakini pia kulikuwa kuna ugeni. Alex pamoja na Malik walitokea Ureno. Wamefika pale wamepokelewa vyema sana, hasa hasa Malik na ndo alikarimiwa zaidi sababu yeye ndo alikuwa mgeni na alikuwa na historia kufanana na mfalme. Mambo yameanza sasa. Kabla ya kila kitu anapewa maelekezo. Wanatakiwa wapite kwenye miba na wavuke vikwazo vyote kwa hiyo kazi haikuwa rahisi. Na hiyo ndio kwanza lakini anajikuta rafiki yake Fume hakutoka. Kibidi arudi kwenda kumsaidia. Na Niska alisikitika sana, yani maana hakuwa anauona Nawi katika ushindi kwa sababu wao kama mashujaa hawapaswi kurudi nyuma. Wanatakiwa kienda mbele au mbele tu. Lakini yeye huruma yake ndio kumpoza na kurudi nyuma. Nawi alijitahidi sana kuweza kumokoa rafiki yake na akaweza kufanikiwa. Haraka sana akakimbia kwenye challenge ya pili. Alichofanya hakuna mtu ambaye aliweza kutarajia. Amefika pale na kufanikiwa kushinda shindano. Mfalme alivutiwa sana na uhodari wake na kumpatia zawadi na kumtaka awe jasiri sana. Na Niska alifurahi sana na wote walifurahi kwa pamoja. Baada ya pale wanatazama majeraha walionayo. Na Niska amefika anaongea naye huko akimuelezea, ushujaa wa kweli lazima awe na makovu kila eneo. Akaanza kumuonyesha makovu yake pia. Kwa hiyo wakati pale anamwangalia naye pia alikuwa anataka kumuangalia makovu ambayo yeye katika mchuano huo. Katika kukaguana alishangazwa na kovu fulani hivi kutoka maeneo ya mgongoni yani katika upande wa mkono wa kushoto wa Nawi. Alipouliza aliambiwa kwamba kwamba ni ni alama alama aliyokutwa nayo na Na na baba yake maana hata hivyo hakuwahi hata kumthamini. Na Niska aliposikia kuhusu ile alama alibadilika sana. Amekuja hoja kuuliza nini shida lakini anashindwa kabisa kuelewa baada. Baada ya kujua, kama Nawi, baada ya kujua kwamba Niska amebadilika alipogundua kwamba Nawi aliokotwa. Baada ya pale mfalme aliendelea na kikao chake na yule mreno Alex. Upande wa pili ni sherehe, yani mabinti wanajiachia ya mno mbali anamuona Malik, ikabidi amfuate. Malik anaomba kuingia lakini anazuiwa kwa kuambiwa kwamba eneo lile hakuna mtoto wa kiume anayeruhusiwa kuingia, lakini aliomba aende akakutane naye usiku ili waweze kuongea mambo mengi sana kwa sababu ana mengi ya kumwambia. Usiku ikabidi wote kwa pamoja atoe sadaka kwa mizimu ili wapumzishe ndugu zao kwa amani, ila kila alipomtazama Nawi alizidi kuumia kichwa baada ya ibada waliyoifanya nawe na hizogii wanaongea sasa, na walizoeana mno sababu nawe alimwona hizogii kama dada yake. Nawe aliomba afundishwe kufanya kila kitu, ila aliuliza nini kinaendelea kati ambreno, Malik, lakini, anambio, komba, chuzuti, Aliambio, komba, kamu, ya Mreno Malik pamoja naye lakini anaambiwa kwamba hakuna chochote kinachoendelea. Aliambiwa kwamba kamwe asimpende mtu kwa sababu upendo unamfanya mtu awe dhaifu. Usiku ule alikutana na Malik na waliongea mambo mengi sana. Malik alimpenda sana Nawi, lakini ndio hawezi kuwa nawe Nawi. Nawi alimpa kitu fulani hivi kama ulinzi, na yeye alichukua panga amerudi anampatia taarifa na Niska ambazo zilikuwa nyeti mno, na Niska alimsema kwa kutoka nje ya kambi na kutosema kwa wenzia anapoenda, kwa sababu hiyo inaweza ikaleta athari kubwa sana kwa wenzia hapo nyumbani. Amemwita karibu yake, anamwambia ujinga wako utafanya wakamatu wenzio, ila anajibu kwamba yeye hawezi kufanana naye. Na Niska akajikuza, anamwelezea historia yake kwa ufupi kwamba bwana, baada ya kubakwa pale aliweza kupata mimba na alijifungua, lakini baada ya hapo alimwekea alama fulani hivi binti yake pembeni ya bega ili mradi tu hata baada ya kupoteana naye basi atakuja kuonana naye aweze kumkumbuka hapo ndipo nawe anastuka sasa nawe anakataa kwamba sio yeye na yeye hawezi kuwa binti yake lakini mwisho siku ananiska anamshika na kumkata upande wa kushoto wa bega lake na kukatoa kitu fulani hivi nawe hakutaka kabisa hata kuamini kama naniska ni mama yake yani alikuwa kama kapigwa na bumbuazi hivi alilia sana yani alilia mno siku ile asubuhi kikosi kinaandaa mbinu za kuweza kuvamia hiyo himba na safari hiyo walitumia vichuguu Usiku umewasili. Kikosi kimejikusanya kikiwa na uhakika wanachoenda kukifanya, sababu ni vita ya kufa na kupona. Wametoka mapema sana alfajiri na wamezingira himaya ya Oyo. Kiama kilisimama katika himaya hiyo na watu waliteketea mno watu wanaingia vitani sasa kuweza kucheruana vyema kweli kweli. Vita haikuwa ndogo. Akili ya Naniska ilimwaza adui mmoja tu, lakini wengine wote walipigana na kila mmoja. Nawe pia alipambana sana na wote kwa pamoja kama maaskari, lakini anatupwa korongoni na kupoteza fahamu. Wakati huo Opak anaamuru warudi, ili ni mradi waweze kunusuru maisha yao, lakini eneo zima lilishataifishwa vibaya sana na jamii ya Dahomei wapo waliopoteza maisha yao na wapo waliotengana na wenza wao, ila wapo pia waliokamatwa kama mateka, akiwepo Nawi. Kwenye kipando akashangaa kumwona rafiki yake fume fume, anasema amefeli, ila Nawi alimpa moyo. Nawi aliuliza kama amefungwa popote, lakini anasema hapana. Alimshauri tu aruke, japokuwa aliogopa, lakini ikabidi aruke, kwa sababu hakukuwa na mtu ambaye alikuwa anawachilia shaka huko nyuma Wameletwa huko ngomeni kama wafungwa, na aliteswa mmoja mmoja. Nawe akiwa pale anamwona Izogii, kamfuata na kumpumzisha, kisha akamletea chakula. Izogii akauliza tukate shingo zetu ama tutajiokoa wenyewe? Nawe anampatia moyo kwa yeye ni Izogii na watapambana kutoka pale. Hakuna mtu ambaye ataweza kujiua kwa ajili tu kwamba wao wamekamatwa, lakini wataweza kupambana, bado waweza kuondoka eneo lile. Hisogia anamwambia Nawe amweke sawa mfupa mkono wake, ili mradi watu wasihisi kwamba yeye ni mbovu, kwa sababu atamuua kabla hata hajafanya kitu chochote kile. Maumivu yake yalikuwa hayaelezeki kabisa. Huku Fume amefanikiwa kurudi katika kambi na kueleza kila kitu, lakini Naneska aliposikia kumuhusu Lawi alidata kabisa. Baadaye mfalme ana kikao, kawaita wake zake pamoja na Naniska na wapambe wake. Mfalme alimteua Naniska kuwa mtu wake wa karibu sana. Mke wake mkubwa kupendezwa kabisa na maamuzi yale, hivi aliondoka zake. Mfalme hakujali kiburi cha wake zake sababu alielewa uchu wao wa madaraka. Aliamuru ifanyike sherehe ya pongezi kwa kumpandisha cheo na Naniska. Naniska anamwambia ni heshima kwangu, lakini nahisi ni mapema sana kufanya hivi sababu tunapoteza watu wetu wa karibu. Mfalme anamwambia sasa upo kwa ajili yangu. Waliotekwa wataokolewa na watu wengine. Anasema nitaenda ni mwenyewe. Mfalme alichukia sana sababu alihisi anadharauliwa. Ikabidi amweke sawa na akaomba asijaribu hasira yake. Na nisika akaondoka zake. Asubuhi wakaja wazungu baadhi na kumbeba hizo gifu pamoja na nawi wakawaunganisha pamoja na kupewa mateso ya kutosha kweli kweli, kisha wakawapeleka mnadani kwa ajili ya mauzo, na Alex ndio alikuwa mhusika mkuu wa biashara hiyo. Alex ameshuka anajadiliana bei na Opak na wanafikiria makubaliano, lakini hafla anakuja mali kuzuia kile ambacho Alex na wengine walikuwa wanakifanya. Alex anakuwa mzito kidogo kuelewa. Hapo hapo Malik anakianzisha, Nawi akaona ingie zake mzigoni pamoja na hizogii. Sekunde tu aliyewa hapo hapo ikabadilika aliawo na kabadilia na kuchafuka haswa. Izogii kaweza kufika langoni lakini Nawi amekamatwa, ikabidi arudi kumsaidia lakini anajikuta anapoteza maisha mbele ya Nawi. Malik amefika kawatoa haraka sana, Nawi kamkimbilia hizogii. Yaani, ilikuwa ni huzuni sana kwa Nawi maana kwake alikuwa ni kama dada. Yaani, alimpoteza dada yake. Kaja hapo paka anamwambia mali kama anamtaka Nawi atoe dola mia tu atamchukua. Nyumbani na Niska anajiandaa atoke amekuja Oja anamuomba ampishe. Oja anamwambia atauawa kama mfalme atajua hilo. Na Niska anamwambia nilishindwa kuwa mama lakini sasa nitaenda kumokoa. Oja alijua ni ngumu sana kule kwenda peke yake ila hakuwa na jinsi akamwacha tu aende zake. Anatoka anapishana na askari mlangoni lakini hawakumtilia manani kabisa. Haikuwa safari ndogo, anachenja mbuga, nyuma kikosi kinamfuata, hana habari, yaani walikubali kufa na kupona ili mradi waweze kuokoa ndugu zao. Huku Malika anamwambia Nawi, hapa sio salama kabisa kwetu, na alimpelekea nguo, lakini Nawi alikuwa mkali kidogo kwake, sababu aliona ni wale wale tu. Malika anambatia funguo kwa upendo na anampenda sana, ikabidi tu amtazame majeraha yake na kuketi naye kwa upendo. Malika anamwambia nilimpoteza mama yangu, sasa ni na wewe na siwezi kukupoteza, kwa hiyo nitakulinda na uwe salama. Huko mfalme ndio anapokea habari kwamba Naniska na askari wengine wameenda kupambana. Kwa hiyo ana hati hati ya kuweza kupoteza hata madaraka yake. Yaani alichoka kabisa. Upande wa ngome huku ni sherehe; yani, watu walikuwa wanakula bata vile ambavyo wao wanataka. Naniska amefika na kuanza kukichafua kimya kimya. Amebeba funguo na anauliza wengine wako wapi? Anaambiwa hizo gia amekufa, lakini inawe hayupo hapo. Aliishiwa kabisa nguvu, lakini kiu yake ya gizasi ilimpa morali mpya. Kawafungulia watu wote na kuwapatia silaha kila mmoja aweze kujitetea yeye mwenyewe. Wamesanuka, machafuko yako nje. Nawi anatoka anaona pamechangamka kweli kweli. Malik anamwambia Nawi anapaswa kuondoka, ila Nawi anasema dada zake wamekuja na anapaswa kuwasaidia. Malik alitamani sana asaidie, lakini Nawi anaomba aende tu. Malik anampatia nguo mpya na kuondoka. Huko nje ni kuchinjana tu. Atakayekuwa barabarani basi kimemramba. Waliteketeza maeneo yote lakini bado hitaji la Naniska lilikuwa ni Opa. Kwa ufukweni Alex anaamuru watumwa waondoke pamoja naye, lakini Malik anawafungulia kamba na kuwaruhusu wawe huru. Walimchakaza sana Alex na kumpatia mateso maradufu. Amekuja Opa, mambo sio mambo. Mbele yake anakutana na Naniska wakaanza kukabiliana sasa. Panga ziliongea, mikono ilinyosha, watu yaani ni hatari. Kwa ufupi, Opa alimsahau Naniska, ila Naniska alimwambia kamwe hautanisahau tena. Alimuua kikatili sana kwa chuki na hasira na kwa kila aina ya makasiriko aliyokuwa nayo, japo alijeruhiwa vibaya mno. Amekuja mzungu mmoja kuleta shobo, analimwa pale pale. Nawi kasogea kwa Naniska, wanakuja wapambe, anamalizana nao kishujaa yani Naniska. Baada ya ukimya muda mrefu kidogo, akaona aite kikosi chake. Askari wake wote wamejitokeza, wengi wao japokuwa walipoteza maisha lakini wengi walisalimika. Maliki anaambiwa aingie kwenye boti waondoke, lakini alibaki kumtazama Nawi tu, Nawi tu, Nawi. Akatabasamu na Maliki alifarijika sana. Kumekucha, mfalme ana sherehe. Ilikuwa ni ya kumtangaza Naniska, lakini wakati huo mwanamke mkubwa wa mfalme macho yake ilikuwa yeye kuwa mwanamke wa karibu sana wa mfalme. Kikosi cha Agoji kinaingia huku watu wakimshangilia sana Naniska. Waliotekwa walirudishwa akiwa wako hai na maiti pia. Naniska akasogea kwa mfalme kumpa upanga, yuko tayari kuuawa kwa kuweza kupinga oda ya mfalme. Mfalme amepanda kizimbani na kutangaza ushindi kwa watu wa Dahomei. Kisha alitoa hotuba fupi sana kuhusiana na ushujaa alioonyesha na Naniska na kikosi chake kizima, huku akiwaombea dua waliotangulia. Kisha akatoa amri yake kwa himaya nzima ya Dahomei kuwa Naniska ndio shujaa wa Dahomei, sasa yeye ndio the woman king. Lilikuwa shangwe sana kwa wanaomuelewa na kumpenda sana na Niska na ulikuwa ni ushindi mzito kwake. Baadaye wameenda kuzuru makaburi na nawe aliomba sana radhi kwa Niska japo ilikuwa vigumu kwake kumkubali kama mama yake. Jioni sherehe ni kubwa zaidi. Na Niska amependeza mno kama Woman King. Watu walifurahi mno. Amekuja nawe akasogea mpaka alipokuwa na Niska kisha kamnongoneza. Mama, tunaweza kucheza. Na na Niska alikubali tena kwa hisia kabisa sababu hatimaye binti yake alimkubali kama mama yake, kwa hiyo haikuwa rahisi kwake. Siku inayofuata ulinzi kuimara sana mipakani chini ya Nawi na Niska na Oja. Mzigo unaishia hapo. Yapo mengi sana ya kujifunza katika mzigo huu, hasa kuwa na utu na ushupavu ndani yake. Mimi ni kwenye Africa Cup, hii ni the Woman King. Till next time ciao.